A ebana, tubonge kutoka Mwingwa TV. Niko na mwanangu hapa Jo. Hivi kwa kwa Kiingereza, tuna Tanzania Bara, kwa Kiswahili tuna Tanzania Bara na visiwani Kiingereza tunasemaje? Ah, Kiingereza mwanangu hapo si, siwezi kukwambia mimi si, sijana, sijasoma sana eh, najua tu Tanzania Bara na, na Zanzibar, mm hiyo -hmm. Ah, mtu akisema uh, I'm okay. Kwa Kiswahili unasemaje? Ah, hapo ndo kudanganya babu. Kiingereza neno gani lolote unalijua la Kiingereza? Ah, eh? <laughs> Wewe, wewe ah, neno la Kiingereza labda tomorrow tu. Tomorrow ambayo maana yake? labda kwamba kesho yake. Na kwa hiyo ukitaka kumwambia mtu nakuja kesho namwambiaje aje? Unamwambia tomorrow? Ninakuja nitakuja kesho unamwambia aje? nitakuja kesho. Mm. Ah. <laughs> Na wewe wenyewe sipa sipa sipa juu sana. Eh. Yeah. Ndio maana wao wanasema tu kwamba tomorrow. Sema I will come tomorrow. Kumbe I will come tomorrow. I will come tomorrow. <laughs> Eh? Tuwamba. Yeah, kamba nitakuja kesho, ndo manake kwamba hivo, kama hivo mwanangu, umeua sana <laughs> Uh, pamoja sana mwanangu Amri Mwingwa, njoo mwanangu a... <laughs> oh, <habibu. laughs> Njoo one time. Tunaongea dakika moja tu. Ngo garamendaadi. Bwana tubonge kutoka Mwingwa TV. Niko na mwanangu hapa. Join one time. Wewe vipi? Keshi. Koma kama. Hivi kwa kwa Kiingereza tuna Tanzania bara, kwa Kiswahili tuna Tanzania bara na visiwani. Kwa Kiingereza tunasemaje? Ah, kwa Kiingereza mwanangu hapo si, siwezi kukwambia mimi si siwezi sijana, nisiasoma sana. Unasoma sana? Eh, najua Tanzania bara na Zanzibar. Tanzania bara na Zanzibar. Haya, kwa hiyo mtu akisema uh, I'm okay kwa Kiswahili unasemaje? Ah, hapo unataka kudanganya babu. Eh? Kudanganya. Wewe wewe, Kiingereza neno gani lolote unalijua la Kiingereza? Ah, neno la Kiingereza labda tomorrow tu. Tomorrow ambayo maana yake labda kwamba kesho yake, okay. Na kwa hiyo ukitaka kumwambia mtu nakuja kesho unamwambia? Unamwambia tomorrow. Ninakuja, nitakuja kesho unamwambia? Ah, nitakuja kesho. Ah. <laughs> Nao venye sipa juu sana yeah. Ndo na maana wakana sema tukwa ma sema I will come tomorrow kumbe I, <laughs> I will come tomorrow I will come tomorrow yeah. Kwamba yeah, yeah, I will come tomorrow I will come tomorrow <laughs> e, kwamba nita kuja kesho nita kumbe ndo manake ndo manake kwamba I will come tomorrow welcome tomorrow. Hivyo kama hivyo mwanangu. Umeuwa sana. Yeah, uh, pamoja sana mwanangu.